Tukamwangalia yule pasta kwenye rada zetu kwanza na kitabu chetu, tukamkosa. Tulivyomkosa tukasema hii hatari imesababishwa na nani? Tukamwangalia kwenye darubini yetu, tukamwona. Tulivyomuona ikabidi twende kanisani kwake, ndipo nikahama kwenye utawala mimi, nikavaa kofia zote tatu za madaraja Sapraya. Kombora, unyagu wa machinjo, na nani, utawala kwenye masoniki. Nikaingia na gamba la joka limefunika pote, na nikatumia nika mbinu zangu za uwezo, nikajikontrol, nikavaa umbile la muumini wa mle kanisani aliyepiga suti nyeusi, tai nyeusi, kiatu cheusi na shati nyeusi. In, nikaingia mle, tukaingia, walikuwa ilikuwa ni kanisa moja la Pentecoste FPST, walikuwa wanaimba sifa kawimbo, na kumbuka, katikati kati ya miungu hakuna mungu kama we. Wakati wanaimba sisi tunama striker, tunaingiza tuna mambo yetu, tukaanza kusheki pale kuvunja, kufanyaje rengo wale waumini waanze kutushangaa sisi mitindo yetu, watupigie makofi, alafu tunapandisha iluminati, pembe ya shetani, tukiwatazama tunapiga kibari chetu cha kuzimu, tunapiga mamlaka yetu, tunazuru kwa wakati. Tunafanya hivyo cha ajabu, lile kanisa lilikuwa na nguvu ya Mungu ya ajabu, hatukuweza kuua mtu hatukuweza kufanya chochote, hawakujishughulisha na sisi. Mwisho wake, nikaangaza kwa darubini yangu, kanisa lile likawa kwa sifa tu, waliokuwa wana sifa, likawa linawaka moto. Nikaona huu moto utatuunguza, nikaanza kuhisi kabisa mapigo ya moyo na mimi yanaenda kasi, na tayari naanza kusikia kutapika. Ile pete, nilikuwa na pete tatu hapa zilizokuwa zinanisaidia hapa shingoni, zilizokuwa zinaniwezesha kwa kazi yangu, pamoja na vyuma vingine ndani ya mwili wangu, na kacha mikufu nini na alama nyingi, pamoja na mjusi uliokuwa unaishi kwenye utosi wangu uliokuwa unakunywa damu yangu lita tatu kwa kila wiki. Sasa wakati huo nikawa nimeanza kuhisi badiliko humo kanisani. Na ikabidi ni, waangalie wenzangu, na ni niwaangalie wenzangu na niwaamuru sasa, niwaongoze twende tukafanye jambo lililotuleta ambalo jambo lenyewe ni kumchukua yule mchungaji, na kama tungefanikiwa kumgusa yule mchungaji tayari tungeondoka naye. Kuna matukio huwa yanatokea kanisani, unashangaa mtu alikuwa mzima, mzee wa kanisa au mchungaji au mwanakwaya, kiongozi wa kanisa mwenye Roho Mtakatifu shangaa ghafla tu anaanguka chini, anakata roho. Vile vifo waga ni maagenti wa shetani wanaingia kumchukua, na sababu ni supporta company kanisa umoja, upendo, shughuli za maombi ndani ya kanisa ni dhaifu. Kwa hiyo mirango ya kuzimu ilisha nasa mamlaka ya imani ya kanisa. Kwa hiyo tukawa tumejaribu kufanya hivyo, ili tufanyaje? Twende tumchukue mchungaji pale madhabahuni. Wakati niliposogea tu kukabiri madhabahu, maana tayari tuna maajenti tuko sita wa abudu shetani, nikawa nimeona mchungaji yule akamwita kiongozi wa sifa, akamwambia nyamaanzisha sifa. Mashemasi, fungeni milango na madirisha, imbisheni wimbo wa kuabudu kuna kitu Mungu anataka afanye mimi. Pale pale nikasema toba, astaghfirullah. Nikaanza kujua tumeumbuka pale. Nikaanza kutafuna kucha na meno pale pale, nikaanza kuomba nguvu. Wakati huo ni waliimba wimbo wa kuabudu, wewe ni alfa na omega, twakuabudu Bwana wastahiri sifa. Wakati wanaimba mimi niliona milipuko ya moto inaongezeka kwenye lile kanisa. Nikaazimu mimi kuondoka, liwalo na liwe, nikamguse mchungaji. Wakati nasogea kwenye viti vya mbele, niingie madhabahuni, niliona mchungaji akapiga magoti. Sasa alivyopiga magoti, ukipiga magoti kwenye vita, pambano la hivyo, si tunasema alhamdulillahi alamina, maana yake tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwamba zari limejileta, umeshindwa, umekubali, ni shikamo, niko chini ya miguu yako. Kwa nilivyoona amepiga magoti, kabidi ni- niinue master finger, ni nianze kuita wenzangu waje, tukaguse tuondoke wakati nagusa, kufumba na kufumbua, nilichoona nikashangaa. Yale majitu yaliyotokea kule Kenya Mombasa, kwa yule kijana Phineas, yakawa yameshaingia kanisani. Mchungaji yuko katikati, yamemzingira, yako manne. Mimi nikaanza kupambana nayo kwa nguvu zangu, na yenyewe yana upanga, yananiangalia tu, haya ni kati, ila ule moto wa panga unaniunguza vibaya sana, na hapo upo kwenye mwili wa kawaida, nimevaa mwili kabisa, ila kwa sura ya muumini, ila ni mimi kabisa, na nimevaa na gamba la nyoka, na ilikuwa ni mwili huu. Kilichotokea pale, wale walipiga maombi sana. Kuna mama mmoja alikuwa karibu na viti pale, akawahi kuniona ndo akanena kwa lugha Rere rere. Yani, mimi mpaka leo hii ni mchungaji nimeokoka, lakini ninaheshimu nina na ninamwogopa mtu anayenena kwa lugha ya Roho Mtakatifu, namwogopa sana. Au mchungaji, kuliko nishindane na mchungaji, bora nishindane na mkuu wa wilaya, kwa sababu mchungaji, acha kabisa, unachezea baraa moto. Sasa yule mama alivyolia, mpaka leo nina alama hapa kifuani. Hii hapa hii alama, ni ya moto. Huu moto ni moto ambao niliunguzwa humo kanisani. Na mpaka kuungua hivi, mpaka kuungua hivi, ni kwa sababu tu nilikuwa nimevaa gamba la joka, na lile gamba la joka liliungua, lile joto lake kali likafikia mwili wangu, ndo kuungua hivi. Maana yake ni sehemu ya mwili ilipata hitilafu na shida kali, kwa maombi. Maombi ya warokole kwa kweli ni hatari mbaya sana kwa watu wa kuzimu. Mlokole akisema upanga wa Bwana, moto moto moto we mlokole, huoni moto unaoutoa lakini wachawi wanajua moto unaotoka ni baraa. Na ndio maana hata ukimuombea mtu mwenye majini yanasema, naungua naenda, yani ni moto unaozidi gesi, anaungua kweli. Na mimi nilikuwa na gamba nene kama chuma, lakini liliungua, mpaka na mimi nikaungua. Ndio maana mpaka leo namuogopa Yesu kuliko kitu chochote. Sasa baada ya kungua vile, nilipenya penya. Watu watatu kati ya sisi sita, watatu walikufa mle mle kanisani, lakini wawili walikamatwa na nguvu ya Mungu wakaokoka. Pale mimi peke yangu nilifaulu kurudi kuzimu. Nilipofika kuzimu, nilipigwa adhabu ya kabli kwa muda wa siku saba, nikafunga bila kula wala kunywa, na nikiwa ni toba kuomba rehema za Mwenyezi Mungu. Na baada ya hapo, ndipo nikaamlishwa sasa kurudi duniani, nikiwa sina nguvu za kichawi, ili nitoe kafara ya nono ya kukiuka masharti ya kiringe na kafara ya masoniki, ambapo kafara ya chama cha Secret Society Free Mason walichagua baba yangu mzazi lakini kafara ya ofisi ya machinjo na unyagu wakachukua mama yangu mzazi. Kafara ya utemi chifu satanist walichukua nyota ya familia, ambaye ni kaka yangu mkubwa. Lakini kafara ya mtandao wa unyagu na usambazaji magonjwa wakachukua rango security wa familia, ambaye ni mdogo wangu wa mwisho kwenye familia yetu. Kwa hiyo nikaamrishwa nitoe kafara watu wanne kwa wakati mmoja. Hapo nilikuwa nimesha ua watu wengi, na ndipo mimi nilianza kuumia kwamba kumbe shetani hana huruma wala hana shukurani. Nimemfanyia kazi nyingi, shetani hana huruma wala shukurani, anadanganya watu kuwapa hera Kumbe ni uongo, ili akawaangamize. Kilichotokea pale, niliamrishwa kuua ndugu zangu, lakini kila nikitaka kuwachinja nilikuwa nasikia duniani kerere ya yale maombi ya kule kanisani, yalinifata faya faya, Jesus, faya faya, moto, moto na kisikia, tunakimbia. Wakati nimekimbia ofisi ya unyagu mara ya nne ikabidi nirudishiwe nguvu za majini na tayari nikaambiwa, hapa tunaenda Burian Head Dragon na ndio ukapigwa sindano ya sumu, ili sindano ya sumu ikufanye jini mtu. Utakapomaliza kuua ndipo utarudi kuua binadamu.